Naam bwana huko mtandaoni, bwana, kumeibuka mijadala na maneno mengi kweli kweli, kutokana na kwamba eh, baba mzazi eh, baba mzazi wa Paula. Tunamzungumzia P Funk Majani, mmoja kati ya malegendari katika mziki wa Bongo Flavor. E, tunafahamu kwamba kwa muda kidogo hakuwa na mahusiano mazuri na Paula ambaye ni binti yake kutokana na baadhi ya malezi ambayo alikuwa alikua analelewa ya kistaa, ni vitu ambavyo yeye alikuwa hakubaliani ya navyo. Yani yeye P Funk alikuwa hapendi mwanaye awe kwa mitandaoni au maisha yake yawe exposed kiasi hicho katika mitandao ya kijamii. Lakini itokea Paula alivyokuwa katika mahusiano na Mario na alivyopata mtoto, kwa hiyo P Funk manake amekuwa kama babu eh babu kabisa biologically eh, ni kitu ambacho kimemfanya P-Funk sasa hivi amekuwa na ukaribu mkubwa sana na Paula, umeona eh, na hata katika ukurasa wake wa Instagram, ikiwa leo ndio siku ambayo mtoto wa Paula anatimiza mwaka mmoja, Amara anatimiza mwaka mmoja eh, ni kwamba hata P-Funk naye pia ameshow love baada ya Harmonize kushow love kwa mama mzazi wa Paula, basi huku pia P-Funk naye pia ameshow love kwa mwanaye Paula kwamba na yeye pia ataattend katika birthday party ya mjukuu wake. Lakini pia tunafahamu kwamba upande wa pili huku, Harmonize Konde Boy naye pia atakuwepo katika birthday hiyo hiyo ya mtoto wa Paula. So ni vitu ambavyo watu wamekuwa wanavizungumzia sana, wakiwa wameweka caption mbili za Harmonize huku na huku ya Pifanke. Harmonize ameandika ya kwamba I can't I miss you can't wait Uh, can't wait mama sita. Alafu huko upande wa pili P Funk Majani ameandika kwamba babu na bibi na aunti pamoja na uncle wawili off to da for Amara's first birthday. Yani uh, P Funk tunafahamu kwamba sometimes huaga naishi Arusha, lakini uh, imebidi apande ndege kwa ajili ya kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kuhudhuria uh, birthday ya mjukuu wake, umeona bwana. Kwa hiyo P Funk Konde Boy uso kwa uso kwenye birthday ya, uh, ya Amara. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hapa kuna page mbalimbali zimeripoti kuhusiana hiyo habari. Kwa mfano, hapa kuna page ameandika kwamba babu atakuwepo pia kwenye bday ya Amara. Najua kwamba bado hata watu hawaamini kwamba Majani hayakuaga hivi na Paula, lakini tangia Paula apate mtoto, damu zimeendana